Kwamba kama mako amebona Abana Beza ilikoza tukamulutisa nyumbani. Aya Kwani anaukua wabi Mataktali matakta walizema ati Nitumbo iko na sita. Na walikuwa wanataka ilu kumina zita Ndiyo afanyigwe marekepiso kwa nini? Naito rekidamu Woi -ho -ho Ni redikamu ah.